asema mikopo umiza upato ni janga zito. Lakini mfanya biashara alivyopotea siku 19 katoro. Mume aeleza alivyokuwa, E, mfanya biashara alivyopotea siku 19 katoro. Mume aeleza ilivyokuwa. Lakini kuna habari inasema boda boda watajwa vinara wa kuvujisha siri na umbea. Boda boda watajwa vinara wa kuvujisha siri naombea. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari kubwa inayosema Samia amu masikio ni tumbo usalama Afrika. Samia amu masikio ni tumbo usalama barani Afrika. Huku Lisu eh, nilikomaa saa sa, sa tisa uwanja wa ndege Angola. Huyo ni Lisu asema nilikomaa saa tisa uwanja wa ndege Angola. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele lakini kwa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo lina habari kubwa inasema: ubovu wa stendi na daladala ulivyo kero kwa madereva wasafiri, ubovu wa stendi na daladala ulivyo kero kwa madereva wasafiri. Lakini Biteko aonya hatari mhitimu kushindwa kufua nguo. E, Biteko aonya hatari mhitimu kuonywa kushindwa e, kufua nguo. Lakini majaliwa Kassim apongeza KKT elimu ya ufundi huyo ni Kassim Majaliwa apongeza KKKT elimu ya ufundi. Rungu sasa kuwashukia waliotajwa kukwamisha kamati ya Kariakoo, rungu sasa kuwashukia waliokwama kukwamisha kamati ya Kariakoo. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la kula Nipashe ukurasa wa mbele, lakini kuna habari inayosema Mchengerwa amshukia rasi Dar es Salaam uharibifu wa mwendo kasi. Mchengerwa amshukia rasi Uh, e, uharibifu uh, Dar es Salaam uh, mwendo kasi mu, e, shule yenye walimu watatu uh, e, waomba kuhama e, kwa kisa cha tajwa. Shule yenye walimu watatu waomba kuhama e, kisa watajwa. Hii ni habari kabisa, kuna gazeti yako Nipashe pata na kile yako kwa habari kwa kina. Na tukiacha na gazeti Nipashe tuangazie gazeti lako la kula Habari Leo lenye habari kubwa inayosema mapi yaibuka udanganyifu wageni Kariakoo. Mapya ibuka watu wanganyifu wageni Kariakoo, lakini Majaliwa Kasim anadharisha uharibifu misitu. E, Majaliwa Kasim ahadharisha uharibifu misitu, lakini Rais Samia Afrika tusimame imara. Ni Rais Samia Suluhu Hassan asema Afrika tusimame imara, aitaka, aitaka zikabili changamoto kwa moja kwa moja, eh, kwa moja kuwa na ukuaji uchumi jumuishi. Lakini aipongeza Namibia kupata raisi wa kwanza mwanamke, aipongeza Namibia kupata rais wa kwanza mwanamke. Lakini Mchengerwa azuia malori mwendokasi, amwonya RC, Mchengerwa azuia malori mwendokasi, amwonya RC. Lakini TRC yajipanga kusafirisha abiria eh, milioni sita la Uh, ni la gazeti la habari leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti la habari leo ukurasa wa mbele, kuna habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, na yeye tunaliangazia kurasa za mbele, inaanza na habari inayosema eh, uh, nani atashinda vita vya biashara uh, kati ya Ulaya na Marekani. Lakini Dkt Mwinyi tuhimizane kuhudumisha amani, serikali kuwapatia wananchi huduma ya maji, na habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo inasema serikali kuwapatia wananchi huduma ya maji hiyo, eh, kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini BOT yajivunia uchumi unavyoimarika. eh, BOT yajivunia uchumi unavyoimarika. ZEC yavuka lengo waandikishaji wapige kura. Lakini gazeti la Uhuru linaandika Rais Dr. Samia, ushindi Rais Namibia Fahari bara la Afrika, eh, ushindi Rais eh, wa Namibia Fahari ya bara la Afrika lakini kuna baadhi wanasema elimu fundi stadi inatajwa kuwa zaidi ya viteko. Lakini barabara za Dar es Salam kutumia bilioni mia mbili ishirini na moja e, barabara za Dar es Salam kutumia bilioni mia mbili ishirini na moja e, lakini Nchimbi ahimiza viongozi wa dini kilombelo, e, taifa e, Nchimbi vion, ahimiza viongozi wa dini kuliombea taifa lakini bado kuna habari kwa gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Rais Samia wafunda viongozi wa Afrika eh, Rais Samia wafunda viongozi wa Afrika. Lakini Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, wa sekta ya elimu ni wakala wa mabadiliko yule. Habari anapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la wamachinga Sauti wa nyonge linaandika Baraza Kuu la wataka wa, Waislamu kujiandikisha daftari la wapiga kura. Lakini tanapa ya shiriki mkutano wa 69 eo, eh, wa CWCSW eh, Marekani Balozi Nchimbi maelezo ya watu muhimu hiyo. eh, ni habari inasema Balozi Nchimbi yasema maelezi ya watu muhimu. Lakini dokumenteko ataja uwekezaji uliofanywa na Rais Samia eh, uh, uwekezaji uliofanywa na Rais Samia. Lakini kifalji kwa, lakini sila kula jamvi la habari Ndandika Balozi Nchimbi ahimiza himiza maelezi wema kwa watu. Barozi Nchimbi aimiza wema malezi kwa watu. Lakini Dokta eh, Samia apewa tuzo ya uhifadhi mazingira ya nishati kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Fikra Pevu linaandika Rais Samia aitaka shinda eh, mashindikamano nchi za Afrika. Lakini majaliwa na e, rais Samia ataka nchiz, mshikamano nchi nchi za Afrika, asema vita ni msingi wa malezi ya watoto na vijana e, vita ni msingi wa malezi na watoto kwa vijana. Lakini balozi Nchimbi atoa ato, e, wito viongozi wa dini kumwombea Tanzania dhidi ya vurugu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Fikra kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa kuongezea kurasa mbili za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuongeze sasa kwenye michezo na la burudani. Tunaanza na gazeti lako la Busati, lenyewe kwenye michezo linaandika mambo kunoga: yanga yaivamia eh, mazima tsingida United, lakini stars imejipanga kwa moroko. Hiyo ni bari kwenye gazeti lako uh, gazeti la Busati lakini gazeti lako la fikra ya pevu kwenye michezo andika sababu za kuahirishwa mechi hizi hapa. Lakini kwa gazeti lako la jamvi la habari kwenye michezo andika rekodi ya Tshabalala ya mvuta beki Singida, lakini volkano ya mpanzu kuwachoma waarabu yuna habari kwa ni gazeti lako la jamvi la habari kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la sporti nidandika kocha mpya Tabora United huyu hapa lakini bado kuna habari inayosema Kamara watu wa wasiwasi e. Simba na Majimaji yaipiga mkwara Yanga CRDB Federation. Lakini Almasri yamwogopa Kibu Denis. Lakini bado kuna habari inayosema kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa mchezo Karia, kama tutashinda tutakuwa e, tumeweka mguu mmoja mbele. Kama tutashinda tutakuwa tumeweka mguu mmoja mbele. Fado Davis yajipanga kupata e, magoli ugenini. E, Fado Davids ajipanga kupata magoli udevini. Lakini kudi gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mchezo lenye linaandika e, kwa si safi, Yanga ziki ni bado tatizo. Lakini Fado ataka wapya watatu, ishina tatu. Kocha huyo anaamini wachezaji hao wakipatikana Simba itatikisa barani Afrika. Yunabari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo, pata na gala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la upande wa pashe kwenye kurasa michezo kwa asubuhi ya leo kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania tuliyoyaangazia, hatuna budi na kusema kwa herini na asubuhi njema.